Habari, karibu sana katika chaneli yetu penda ya Simulizi Star, na leo hii moja kwa moja tutaenda kuona jinsi gani utaweza kujua ikiwa umepangiwa mkopo ama hujapangiwa mkopo baada yako, baada ya akaunti yako kubadilika kutoka kwenye hatua ya sip ya confirmed enda kwenye hatua ya SPA basi tazama video hii mpaka mwisho, utaweza kupata muongozo wote wa jinsi ambavyo unaweza kuhakiki au kuangalia status ya mkopo wako wewe mwenyewe kwa kutumia simu yako au kompyuta yako. Hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe button kisha alama ya kengele, ili uendelee kupata notification kila siku tunapoendelea kujulisha namna mpya au update mpya kutoka bodi ya mikopo. Basi bila kupoteza muda, twende tukaone. Basi hatua ya kwanza utaenda katika browser ambayo wewe unapenda kuitumia kuingia mtandaoni. unapenda kutumia Google Chrome, basi utabonyeza hiyo Google Chrome na baada ya hapo itafunguka. Basi baada ya browser yako kufunguka, una utasearch sehemu ile juu HESLB, SLB login au hiyo hapo Zote zinaweza zikafanya kazi kama utaona zimetokea hivi, lakini kama zitakuwa zijatokea utaandika SLB login kama hivyo. Ukishabonyeza hapo utabonyeza kitufe cha kusechi kama ni hapa hapo, ama utabonyeza kitufe cha kusechi. Itakuja hivi, utabonyeza hii ya kwanza kabisa hapa SB login. Hapo ukishabonyeza hapo SB ORAMS ndio kitu ambacho unakizingatia, ambapo imeandika ORAMS itafunguka kama hivi basi. Hapa hivi utaandika index namba yako ya form 4 na mwaka uliomaliza form 4, kama walivyoweka katika mfano hapa. Zingatia kuweka nukta baada ya namba ya shule, namba ya mtainiwa na mwaka uliomaliza. Kisha sehemu hii utaweka password yako, na baada ya hapo utabonyeza login. basi baada ya hapo akaunti yako itafunguka kama hivi. Hapa inaonyesha kabisa uko katika hatua ya sipa. Kwa kwahiyo kama akaunti yako haijabadilika kufikia hatua hii, endelea kusubiri muda wote, akaunti yako itaweza kubadilika na kuingia katika mfumo huu. Sasa hapo utaenda moja kwa moja utabonyeza hizi sehemu dashi hizi tatu. Ukibonyeza hapo utaenda tena sehemu hii imeandikwa sipa, kisha bonyeza hii sehemu hii ya sipa, utakuta sehemu imeandikwa location na disbursement wewe utabonyeza sehemu hiyo ambayo imeandikwa allocation. Ukishabonyeza hapo, itakuletea kibox hiki cha kusechi, basi utasechi mwaka 2025 2026 kisha baada ya hapo utabonyeza kitufe cha sechi. Ukishabonyeza tu kitufe hiki cha search, itakuletea majibu haya hapa au haya majibu huwa yana stage tatu, ambayo nitaelezea kwa kina katika video hii. Basi hapa tumeona imeandikwa no approved allocation. Hii ni hatua ya pili. Hii ina maanisha kwamba umepewa uh, account yako inakaribia kupata mkopo, lakini haijawekwa mchanganuo katika account yako ya sipa. Bado haujaweka mchanganuo, kwa hiyo muda wowote utakuwekea mchanganuo jinsi ambavyo mkopo wako utahusika, lakini hapa inamaanisha kwamba mkopo una asilimia 80 za kupata. Basi acha tukaone status tatu katika hatua hii ya location, kujua ikiwa umepata mkopo ama haujapata. Status ya kwanza huwa inaandika loan need detail for index number, inakuandikia index number na mwaka uliomaliza, alafu ina, inaandika not found. Ikiandika hivi hii ina maana kwamba hujapangiwa mkopo bado. Nafasi ya kupata mkopo huo kwa awamu hiyo huenda ikawa ni ndogo sana, lakini endelea kufuatilia, usikate tamaa. Huenda muda wowote akaunti yako inaweza kubadilika na wakapata chochote kitu. Kwa hiyo ikiandika lani details for index number, ikiandika index number yako na mwaka uliomaliza, ikiandika not found, inamaanisha kwamba bado hujaingizwa kwenye mfumo kwa ajili ya kupata mkopo. Status ya pili huwa inaandika no approved the allocation breakdown available for number index na mwaka ule umaliza form 4 alafu inakuandikia academic year ambao ya mwaka 2025 2026 20, kwa wewe ambao umeomba mkopo wa mwaka huo. Kwa hiyo ikikuandikia hivi, hiyo inamaanisha unakaribia kupata mkopo. Yaani, lakini tu mchanganuo wa fedha haujaweka kwenye akaunti yako. Kwa hiyo una nafasi asilimia 80 ya kupata mkopo. Asianza kujipa matumaini huku ukiendelea kuwa na subira na kufuatilia mara kwa mara. Uenda ukaona mchanganua wa mkopo wako jinsi uliopata muda wowote kuanzia sasa matter, na kuna hii status ya mwisho, ni status ya tatu. Hii status ya tatu unaona mchanganua wa mkopo wako kwa mfano labda loan, items kama tu MA SFR Yes, na kadhalika unaona mchanganuo wa mkopo wako. Kama unaona mchanganuo wa mkopo wako katika baada ya kusearch ile index hiyo, ina maana ya kwamba tayari account yako umepata mkopo tayari. Lakini ikiwa haionyeshi mkopo wako inakuandikia no approved allocation, inamaanisha kwamba uko kwenye hatua za mwisho za mchanganuo wa mkopo una 80% za kupata huo mkopo, lakini bado uchanganuo huo hawajauweka rasmi kwenye account yako lakini kikuandikia loan detail for index number not found, hiyo inamaanisha kwamba hujaingia kwenye mfumo wa mkopo na una nafasi ndogo sana kupata mkopo. Uh, hii ndio hatua tatu status tatu muhimu za kuzifuatilia kwenye account yako ya SPA katika ile hatua ya allocation, ili kujua ikiwa kwa sasa maendeleo ya account yako iko vipi, kwamba unapata mkopo ama upati mkopo. Cha muhimu zaidi ni kwamba ukiwa akaunti yako ya ambao uliombea mkopo bado haijabadilika kwenda kwenye hatua ya sipa, usikate tamaa. Muda wote hali hii inaweza kubadilika, akaunti yako inaweza kubadilika na kuelekea kwenye hatua ya sipa. Endelea kuwa mvumilivu. Asante kwa kutazama hadi mwisho. Hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe hata nikisha alama ya kengele, ili kuendelea kupata update ya video ambazo zinakuwa tuna upload hapa, na usisahau kushare na kulike kwa wengine pia, ili nao wajue jinsi gani wanaweza kupata kufuatilia matokeo yao ya mikopo wao wenyewe bila kupoteza gharama nyingi stationary au sehemu zingine. Ulikuwa nami Zafri Duncan, karibu sana.